Mzee wa jimbo TV, sauti ya mpiga kura. Mimi ni mjasiriamali wa hapa stendi Ruiko, lakini mimi nimekuja na maombi yangu matatu kwa mkuu wa mkoa. Ombi la kwanza, mimi nikiwa kama mzazi kwa hapa Ruiko, tuna sekondari ya Ruhawasi, barabara daraja limebomoka. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, naomba nikupigie magoti kukuomba utujengee daraja la Luawasi, maana mvua inaponyesha walimu wetu kwanza wanapata shida na watoto hawaendi. Mimi ni mmoja ambaye nakaa maeneo yale yale, kwa hiyo najua watoto wanafunzi wote wanapita pale kuvuka, lakini ni changamoto hilo. Ndo ombi langu la kwanza. Pili, tuna eneo lingine ambalo saa hizi hapa pakishajaa, tumepata eneo huko huko chini tena kwa ajili ya kuzikia, na kuna baadhi ya watu wanaenda kuzika huko huko, lakini pia na kwenyewe Mheshimiwa hakuna daraja. Tunaombeni msaada wenu. Pia tuombe sisi ni wajasiriamali wadogo wadogo kibanda kimoja kitajengwa kwa milioni saba. Mimi kama mamalishe jamani, nitaweza kupata kibanda mimi kama mamalishe nitaweza kupata kibanda kwa milioni saba? Hiyo milioni saba na nusu kibanda kinajengwa na eneo ambalo linajengwa ni ile ambayo anajipatia elfu mbili, mbili. Na hii stendi yetu tunawahudumia ni wakulima wao, wakifika wanataka chakula cha elfu moja Leo hii kibanda kinakuja nakuja kutusaidia kutuboreshea eneo tunaambia milioni saba na nusu. Huo uwezo wa milioni saba hatuna. Mtu akijenga hicho kibanda, asilimia mia atasema kibanda changu na kukodisha kwa laki tatu. Je, mjasiria mali kama mimi jamani, nitaweza kulipa? Mimi mwenyewe ninayeongea hapa ni mjasiria mali mdogo pia nina mtoto wangu mlemavu, lakini sipendi kuombaomba, najipikilisha ili niweze kumtunza mtoto wangu, lakini kibanda naambiwa milioni saba na nusu. Nilikuwa katika namba moja ya kwenda kutafuta kibanda mimi nilikuwa mimi ili niende nikaombe, nilipopata tu lile tangazo, nimerudi nyuma, milioni saba ndani ya siku saba niwe nimkamilisha. Kwa hiyo nikuombe mkuu wa mkoa, nipo chini ya miguu yako kwamba tunaomba ukatuombee kwa, kwa mkurugenzi at least hata sisi wajasiriamali mali wadogo wadogo tuweze kupata vibanda vya kwetu sie tukafukuzwa. Tumesikia kwa habari ya kuhamishwa kwa soko, lakini pia kupanuka kwa hii stendi ni jambo ambalo la muhimu sana kwetu na ni nzuri sana kwetu, lakini kwa habari ya sisi kuhama pale ambapo tunafanyia biashara tunaomba mkurugenzi tunaomba mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, kwamba ututazame kwa sababu tunasomesha watoto, lakini pia hatuhami ni... ila ni kwamba kama itapanuliwa, maanake tutaondoka. Samahani e, yani kama patapanuliwa tutaondoka, manake vision iko hivyo pia. Samahani e, kwa kuongea vibaya. Kwa hiyo ombi langu ni kwamba mkuu wa mkoa utusaidie kwamba tusitoke pia nje na stendi ambayo itapanuliwa hapa, tuangalieni kwamba eneo ambalo liko karibu ili kusudi tuweze kukimu mahitaji, kama wanawake ambao pia, kama wananchi ambao tunakutazama wewe baba yetu, hatuna msaada mwingine ila ni wewe. Labda tu kwa kifupi, stendi kuu ni stendi ya Tanga. Hiki ni kituo kidogo cha kupitia mabasi kwa huduma ya kupitia mabasi dakika kumi, hiki kituo kinatosha kabisa. Kwa hiyo cha msingi ni kuboresha vitu vidogo vidogo, hususan vumbi na matope ya humu ndani standi. Tulimwomba mkuu wa wilaya alipofika mwanzo, tulimwomba na hili, tulimwomba tupate na kituo cha polisi kata Luiko, kutokana na hii ni kata kubwa. Tumetaji kupata kituo cha polisi na tukahitaji tupate kutolewa matope na ili vumbi tuliolipata kiangazi hapa ingiwa kiangazi vumbi ambalo tungelipata hapa ingiwa ni shida mheshimiwa. Sisi wafanyabiashara wadogo wadogo, mwanzo tulikuwa kule juu junction, kutokana na changamoto na mazingira na kuepusha ajali ndogo ndogo zisizo na nanii, tuliambiwa tuondoke. Tunamshukuru mheshimiwa diwani na viongozi wake, walitusogeza hapa kwenye ofisi ya kata, tukawa tunaendelea na biashara zetu ndogo ndogo na kwa vile biashara zetu zinategemea wasafiri wanaoingia na kutoka katika stendi yetu, kwa sasa kuna tangazo la kujengwa na kuhamishwa hii ofisi ya kata. Tunaomba mheshimiwa, sisi wafanya biashara wadogo wadogo tusiende mbali na eneo hili, tunaomba tupelekwe pale ng'ambo barabara ya airport ili tusiumbe na kupoteza mtaji wetu. Asante, tunakuomba sana mheshimiwa, kilio chetu tusikilize. Tulikuwa tunaomba hivi vibanda hivi hapo, hivi vibanda hivi hapo, kuanzia pale anapoingilia magari vitoke hivi hapa virudi nyuma, vifuate lami ile ya airport, alafu ile ofisi ile pale. Hii yote ni eneo la serikali, inamaanisha shule ni mali ya serikali na stendi ni mali ya serikali. Ile ofisi ile pale ngefanya mawasiliano, eneo lile kule la primary liko eneo huku upande huo wamejenga vibanda, lakini pale kati hapana kazi. Ofisi ile pale ingevuka kule ng'ambo, na hata hii soko la samaki nalo lingevuka kule ng'ambo, ili kupisha hiyo <coughs> stendi hapa ikafanya mpaka kule ikaonekana mahala ambapo panapoonekana kwa sababu sio stendi kwamba inalazwa magari isipokuwa ni kituo watu wakapata huduma, ukaendelea. Asante sana. Mkuu wa mkoa, hapa kwenye soko tupo wengi, wengine ni wajane, wengine wametelekezwa watoto wanawake, na tegemeo letu kubwa ni soko. Leo hii tunaambiwa soko letu linahamishwa. Tunachokiomba mkuu wa mkoa, linapohamishwa soko lisipelekwe mbali na hapo tulipo, kwa sababu tayari tutakuwa tunapoteza wateja wengine. Tuna mikopo ya mama Samia mpaka dakika hii hatujui tutalipaje tukisambaratishwa, manake hata wengine watakuwa wamekimbia na mikopo itakuwa imepotea, hatutaweza kurudisha marejesho. Kwa hiyo tunaomba tunapokwenda tuwe pamoja kama tulivyokuwa, kwa umoja wetu kwa mkoa. Sisi ni wapiga kula wako, ni wapiga kula wa nchi, wa nchi hii tumeonia sana tangazo la kusema kwamba stendi soko kule linabomolewa na vibanda sisi wengine tumejenga, hatujachukua muda, tumechukua mikopo. Wamefika hapa wametuandikisha, tumejaza fomu, tumechukua mikopo, na ghafla tunaambiwa kwamba soko linavunjwa vibanda. Hatujui tunaenda wapi, mpaka leo hii hatujui. Ombi langu ni kweli, kuboresha kufanya maendeleo katika nchi na katika mkoa ni swala jema, lakini tunaomba utu, utuangalie sisi wafanyabiashara wadogo, tunalia Yaani hatuna amani. Tunashukuru kwamba leo umefika, labda tutupa neno la matumaini. Mnatutoa hapa tunaenda wapi? Hatujui, lakini ombi letu kama we, kunawezekana kututoa angalau tusiende mbali na stendi, kwa sababu sisi wateja wetu wakubwa ni wasafiri na watu hapa stendi. Mkitupeleka mbali, umetuua mkuu wa mkoa. Tunakuomba utusaidie, hiki ni kilio chetu kwenye biashara wadogo wadogo, yaani ni kama tulichotukuta ni kama mpangaji amepanga chumba lakini mwenye nyumba anakuja ndani ya wiki ndani ya siku anakuambia kesho toka. Tulichotukuta hapa hatuna kwa kwenda, hatujui tutaenda wapi, tunabaki tu, tuna maumivu yetu, na mikopo tutalipaje? Tuliaje watoto wetu? Mkuu wa mkoa, naomba tusaidie hii. Hao wafanyabiashara wanazalisha takataka taka nyingi sana wanapofanya biashara, na wanazalisha takataka hizo taka. Takataka wanatupa wapi? gari yana manispaa halifiki wana kodi boda inatupa mitaani huku. Ukizunguka mitaani utakuta viroba vipeto vya takataka na gari ya manispaa hatulioni kuja kubeba. Wangekuwa wanatupa sehemu moja, ijulikane kwamba sehemu fulani pana sehemu ya kutupa takataka, haipo ndio maana anajizalishia takataka, anaweka kwenye viroba, anachukua buku, wanampa dereva boda, nisafirishie mzigo. Kajua kakuweka, watakuja kutuwekea upenuni siku nyingine, siku nyingine watatu, ah, watatu watakabidhiwa na mtu kwenye kiroba watatu, watajua, watajua takataka kwa, tunaomba tupewe guba la takataka, tupewe guba la takataka, zote ziweke sehemu moja, tukimkuta dereva boda amebeba mzigo nyuma, tumsimamishe tumkague na aonyeshe aliko chukua ili, ili mzigo wake. Barabara kutoka Hunt Club mpaka kule kwenye hospitali ya rufaa, na hii barabara ambayo inatoka hapa Ruhuwiko mpaka kufika kule kwenye hospitali ya rufaa ipo vizuri, kwa hiyo tunaomba mtusaidie, hii barabara ikae katika hali nzuri, kwa sababu wagonjwa wanapotoka kule kwenda, wanapo kwa wakati mwingine, pelamio wanapopelekwa kule, au wanapotoka mkoani kupelekwa kule inakuwa sio sawa. Mimi mwenyewe nimewahi kupita hiyo barabara, kwa hiyo tunaomba msaada wa ile barabara iweze kukaa vizuri. Na mimi ni mfanya biashara mdogo mdogo ambaye nipo kwenye soko hili dogo na nimefika kipindi cha karibuni, lakini nilivyofika nimefanya biashara kwa muda mfupi, naona tayari wanasema kuna upanuzi wa stendi hii, maana kwamba stendi ni ndogo, anahitaji kuipanua wakatuambia watatupa sehemu ya kwenda kufanyia biashara kwa muda lakini sehemu ya kwenda kufanyia biashara kwa muda hatujaonyeshwa. sisi kama wajasiriamali wadogo wadogo tulikuwa tunaomba eneo hili la shule la pembeni hili barabara ya kwenda airport mtuhifadhi hapo kwa muda mpaka ujenzi utakapoisha. Tunaomba mkuu wa mkoa utusaidie kwa hilo. Mimi ni mjasiriamali mdogo mdogo ambayo ninayefanya nauza samaki hapo nyuma. Ombi langu kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa, ile barabara ya kuingia kanisani pale pale wanapofyatua tofali za mkunga pale, kuna maji, kuna wimbi la maji linatoka magodauni kule juu. Ile wimbi, mimi nimetoka hapo kuuza samaki, nilibeba samaki kichwani, samaki zilienda na maji, pana bonde, maji yanapita mengi. Mheshimiwa, tunaomba msaada wa hiyo barabara. Kero yangu ni watu wa manispaa, tunapokuwa tumechelewa kulipa kodi wengine sisi ni wakulima, tunakuwa mashambani, wanapokuja wanatuwekea utepe, wanatukosea. Unaponiwekea utepe nisifungue duka, napata wapi pesa ya kukuletea? Naomba mnapofika kama tumechelewa, mtuelekeze. Tukichelewa ndani ya muda mliotuelekeza, ndio mje mtuwekee utepe. Asante. La pili, kutoka hapa ndani stendi kwenda mpaka hapo nje kwenye barabara kuu ya kwenda Mbinga pana vumbi sana, sema sahizi sababu ni masika, kamvua kananyesha. Ila isingekuwa masika, mheshimiwa mkuu wa mkoa, hii sauti usingeisikia, huwa inakata, pana vumbi moja la hatari sana. Tunaomba mtusaidie, tunaomba mtusaidie. Jamani, napaza sauti kama mwanamke, tunaomba mtusaidie, mtuwekee lami. Tunaomba mtusaidie, mtuwekee lami. Vumbi linatutesa, tutapata tibii hapa naitwa Ruhuwiko. Sasa shida yetu ni moja tu, hii stendi ni bado ndogo sana, na hapa pana magari mengi ambayo na msongamano mkubwa sana. Kwa hiyo tulichokuwa na kiomba hii stendi ipanuliwe, lakini sio na tope kama hizi, yaani tope hizi hazifai, hii sio stendi. Tunaomba, tunaomba mchango wako, mkuu wa mkoa, hapa tupate tupate zege la maana, eh, tupate zege la maana, hiyo ijulikane hiyo, hiyo, kama stendi lakini sasa hapa tunakuja asubuhi tunakuwa na tope kibao, ilikuwa e, itakiwe. Tumeshaomba fedha na pia niliwahi kumshirikisha mbunge wa jimbo lile ili aweze kusukuma maombi yetu ya fedha ili kuiboresha, kuondoa vumbi katika miji, ambapo tunaweza tukafanya kitu ambacho kitaondoa vumbi na pia kuifanya ipitike kipindi chote cha mwaka. Lakini kuna swala la mwisho ambalo ndugu yangu Mustafa alilisema mwisho kabisa, nadhani kuongea, alisema tuboreshe basi hapa kidogo na tayari nilipokea malalamiko kutoka katika stendi hii. Eneo la kutokea kutokea kwenye stendi hii kumekuwa na changamoto kidogo pale ya kuvunja vunja springi za magari, ambayo tayari nina mkandarasi ambaye anafanya, anafanya matengenezo ya barabara hii ya kutoka Songea kuelekea Mbinga, na tayari tumeshampa maelekezo ya kwenda kutengeneza hapo pa kutokea, sio humu ndani pale, tu pa kutokea ambapo mmesema kuna changamoto naomba nikubaliane na kwamba barabara za Ruhuwiko ni nyingi kweli ni kero na tulishachukua hatua ya kwanza tuliwasiliana na mheshimiwa diwani tulipita kuziorozesha zote barabara kwa sababu kuna barabara zilikuwa hazijasajiliwa tumesajili na mheshimiwa diwani na tumeshazipeleka makao makuu lakini kuna baadhi ya barabara tayari tumeshazingiza kwenye mpango sababu barabara ni nyingi na kumbuka tunahudumia songea kata ishirini na moja. Kwa hiyo kwa Ruhuwiko kwa mwaka huu Mheshimiwa Diwani tulipendekeza baadhi ya barabara zitafunguliwa. Kwa hiyo mwe na amani kabisa kuanzia mwezi wa sita kuna baadhi ya barabara zitafunguliwa vizuri. Nataka niunganishe na hoja nyingine ya daraja la London. Kivu alisema kivuko. Ah, Tarura hatudumii vivuko, hiyo tutajenga madaraja. Lakini vile tumeshalipokea na tumeona pale hapatakiwi tena kivuko, ni daraja. Kona lenyewe iko kwenye mpango, baada ya mwezi wa sita mkandarasi tutatafuta mkandarasi, tutangaza, atapatikana, tuta patajengwa daraja la kuvuka, sio kivuko tena. Kwa hiyo, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, aruiko. Kwa hiyo tayari serikali ishachukua hatua. Nafahamu wingi wa wananchi kwenye kata ya Ruiko na umuhimu wa kuwa na kituo cha polisi na ni jukumu letu sisi manispaa kwa kuhakikisha maeneo haya yanajengwa. Tumeanza kata msamaha liko eneo inajengwa ofisi ya kata, tumetoa maelekezo na mle ndani kuwepo na ofisi ya polisi kata. Kwa hiyo huo ndio utaratibu, lakini tutaendelea kuboresha, kujenga vituo vya polisi. Sasa nawauliza tuihamishe, tusihamishe? naomba sauti tuihamishe, tusihamishe? Asante, nadhani hilo limejibiwa, sababu fursa lazima ukimbilie. Uongo kweli? tuna uwezo wa kuipeleka tena na maditi system eh, simesema hapa kero. <laughs> Asante sana basi, lakini naomba nirudie lile swali ambalo limekuwa likiulizwa na jumla. Sasa baada ya hapa tumeambiwa tunataka tuboreshe na nini Ruhuwiko iko jinsi mnavyoiona inakuwa kwa kasi, na hapa mbele kwa kweli, tunapo wageni wetu ndipo wanapopita kwenda wanja wa ndege, na wanaposhuka wanja wa ndege wanapita eneo hili. Manispaa imeona sio vema kwa hali jinsi inavyoonekana pale, na ninyi ndio mnawakilisha mkoa wetu, ibaki kama ilivyo. Ni kweli hilo eneo tumeamua tutaliboresha, na kama mlivyosikia kwenye matangazo kuna kitu anasema kwa Kingoni tutatumia kitu kinachoitwa okay, financing tutaomba wale wenye mitaji wenzetu watusaidie ku, kujenga kadi ya zile lamani ambayo tumeitoa, lakini ile haina maana kwamba wewe mjasiriamali hutapata nafasi ya kutumia pale, kwa sababu mmiliki wa lile eneo na anayepanga bei ni bado ni manispaa. Kwa hiyo ile jambo naomba wananchi na wadau wetu lisiwachanganye lakini ni kweli wakati wa ujenzi kwa ajili ya usalama tutapisha kidogo. Hiyo tumelifanya kila mahala ambapo tunaendelea na ujenzi kwa ajili ya usalama, lakini tumepokea rai la yenu kwamba msiende mbali na hili eneo, tutaliangalia mbali ni kiasi gani. Kwa hiyo Mheshimiwa mkuu wa mkoa, naona lindoli lilikuwa ombi kwamba tusipelekwe mbali, tusije tukapoteza wateja wetu. Manispaa wakati wa ujenzi itazingatia ombi hilo. Swala la takataka nitakuwa naenda na narudi. Nashukuru tumepata ushauri mzuri, tuweke guba hilo, tutaliangalia sehemu gani guba likae na namna gani tutaweza kumanage hizo takataka. Na huu mtindo wa kubeba takataka unaenda kurusha kwenye eneo la mwenzio, hiyo sio sahihi. Kwa hiyo hilo tutaliangalia, halina shida ni majukumu yetu ya pamoja. Kila moja ana majukumu yake. Sisi majukumu yetu ni kuhakikisha kwamba taka hazitupwi ovyo, na manispaa itasimamia namna gani ya kuziondoa hizo taka. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, katika ile ripoti manispaa sasa ni ya tano kwa manispaa zile zote, tumezishinda hata manispaa zile kubwa za Dar es Salaam au watu. Kwa hiyo zipo jitihada zinafanyika, lakini tunakubali changamoto tunazo, tutaendelea kuzishughulikia. Jambo la kwanza niagize ushirikishwaji mkubwa wa wadau wote mlioko hapa kama kuna swala la kutaka kuhamisha, kama kuna swala la kukodisha vibanda, kama kuna swala la kuboresha huduma za bodaboda na bajaji, ni lazima ushirikishwaji mkubwa uwepo baina ya serikali, chama na hao wenye hizo bodaboda ili mtakayoyaamua yaweze kutekelezeka kirahisi, kwa sababu yatakuwa ni maamuzi yaliyotokana na sisi sote. Kwa hiyo la kwanza ushirikishwaji, lakini la pili, mnapokubaliana sasa, wakati mmekwisha kushirikishana, mnapokubaliana kufanya jambo, toweni ushirikiano mkubwa, ili jambo hili liweze kutimia na hapa nikupongeze, mheshimiwa mkuu wa wilaya, naambiwa mlikubaliana kujenga choo hiki na choo kipo, nimekiona hayo ndio tunayoyahitaji. Mnapokubaliana jambo, nendeni mkatekeleze kwa haraka ili jambo hilo liwe ni historia, sio kila siku tunapokuja tunarudia rudia kuzungumza jambo lile lile. Ndani ya mkoa huu kuna miradi inayotekelezwa mingi, lakini ndani ya manispaa yetu hii kuna miradi kama hii ya barabara ya mchepuko ambayo nimesema, lakini kuna mradi mwingine mkubwa wa maji ndani ya ya manispaa hii, lakini pia kuna mradi mkubwa kabisa wa masoko mawili pale pale Manzese soko la Manzese A na B ambalo nalo linaenda kuanza muda sio mrefu hivyo, niwatoe mashaka wananchi kwa haya yote ambayo mmeyauliza, yaliyo mengi utekelezaji wake unaenda kufanyika na michakato inazidi kuendelea. Lakini ombi langu la nne ni kuwaomba tuendelee kushirikiana na serikali yenu katika kubaini changamoto mlizo nazo na kuzitoa kwa viongozi kama sisi, ili tuweze kuzijua na kuzifanyia kazi. Lakini la tatu, endeleeni kushirikiana na viongozi wenu katika kubaini mapungufu yanayotokana na utendaji kazi wetu. Kama kuna ubadhirifu, msisite kusema kama kuna ujuma msisite kusema, na kama kuna uzembe msisite kutuambia. Lakini hitimisho langu kwenye eneo la mwisho la maombi kwenu ni kuendelea kumwombea afya njema, hekima, busara na uvumilivu rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hasani, ili maono yake, mipango yake na azma yake ya kuiletea serikali hii maendeleo na watanzania iweze kutimia. Subscribe Mzee wa Jimbo TV, sauti ya mpiga kura.